EWURA CCC ni baraza la ushauri la watumiaji wa huduma za nishati na maji. Moja ya majukumu yake ni kutetea na kulinda maslahi ya watumiaji, kupokea taarifa na kusambaza elimu kwa jamii kuhusu huduma za nishati na maji. Katika mwendelezo wa jukumu hili, wanachama wa EWURA CCC wameungana na wanafunzi kutoka shule za Nguvu Mali, Tanga Ufundi na Galanos Secondary ili kutoa elimu juu ya matumizi ya nishati safi. Elimu hiyo imetolewa kupitia maigizo na ushairi, ambapo wanafunzi wameonyesha kwa ubunifu mkubwa namna ya matumizi ya nishati safi yanavyoweza kulinda afya za watumiaji, kuhifadhi mazingira yetu na kuboresha maisha ya kila familia. Pia chama hawa walitoa jumbe mbalimbali za kuhamasisha nishati safi. Kutoka hapa katika shule ya Galanos jini Tanga nchini Tanzania, langu mjina naitwa Nasir bin Nasir, endelea kubakia nami. kwa majina naitwa Nuru Zubeli, ni afisa mwandamizi wa huduma kwa wateja, natokea baraza la ushauri la watumiaji wa huduma za nishati na maji EWURA CCC Sababu ya leo kuwepo hapa EWURA CCC, tuna klabu zetu, tuna klabu shule ya Galanosi hapa ambao ni wenyeji wetu, tuna klabu Tanga Ufundi masechu pamoja na Santi Kristina, lakini leo kama baraza, kwa sababu hizi klabu ni mabalozi wetu, kwa hiyo tukakutana hapa leo kwa pamoja kwa ajili ya wao wana klabu kutoa elimu kwa wanafunzi wenzao, ambapo leo tumekuwa na wanafunzi wa Nguvumali primary school, lakini tumekuwa na wenyeji wetu Galanosi wanafunzi wa kidato cha tano walikuwa hawajapata hii elimu, lakini pamoja na wanafunzi wa Tanga Ufundi wote wamejumuika na leo tulikuwa tunatoa elimu, tunahamasisha juu ya matumizi sahihi ya nishati safi ya kupikia. Majina naitwa Gerald Futish Neneko. Nafurahi kuwa mmoja kati ya watu ambao wanaelimisha juu ya utumiaji wa nishati safi hapa shule ya Galanosi Sekondari. Nilichojifunza zaidi kupitia EWURA CCC ni kwamba inatusaidia sisi wanafunzi kupata elimu juu ya matumizi ya nishati lakini pia kumwelimisha mwanajamii kwamba huduma bora ni haki yake. Kwa majina anaitwa Zuwena Athumani kutoka Tanga Technical Secondary School. Kitu ambacho napeleka na putubu zaidi putubu kwa jamii ni kuwa tunapotumia nishati mbadala kama hama vile gesi maybe na kuni ambazo zimetengenezwa maalum kwa ajili ya kupikia inakuwa ni salama zaidi kwa afya zetu kuliko tunapotumia zile nishati chafu ambazo zinaweza zikaharibu kabisa afya yetu, kama vile unaweza kupata magonjwa kama vile magonjwa ya saratani ya mapafu, magonjwa ya macho. Yani hizo nishati ambazo ni chafu kama kuni, sio salama kwa afya yetu. Kwa hiyo sisi, sisi ningependa kuambia kuwa muongeze elimu zaidi mashuleni pamoja na mitaani, ili watu wengi zaidi waweze kupata elimu hii ya nishati safi na salama ili kuweza kuepusha madhara yatakayoweza kutokea baadaye.